Asema mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani wala si mabaya. Nanyi mtaniita nami nitawasikiliza, nami nitawarudisha kutoka mahali pote watu wenu waliofungwa. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu ikiwa leo ni Dominika ya 33 ya mwaka C wa Kanisa, tukiwa karibu kabisa kumaliza mwaka wa kiliturujia katika kipindi cha kawaida. Mama kanisa anatualika leo kutazama mwisho wa nyakati na matumaini ya ufufuo wa maisha ya milele. Masomo yetu ya leo yanatupa mwanga juu ya ukweli wa mwisho wa maisha. Dunia hii itapita, lakini neno la Mungu litasimama milele. Tunakumbushwa kuwa mwisho wa yote si jambo la kuogopa, bali ni wito wa kuwa waaminifu na Wakristo wanaotenda mema hadi mwisho. Leo basi tunakumbushwa kuwa wito wa Kristo ni kuwa mwaminifu hadi mwisho, kujikita katika imani, matumaini na upendo licha ya majaribu na magumu ya dunia, mwisho si hofu bali ni kutumia kutimia kwa ahadi za Mungu kwa wale wote wanaomtegemea. E Bwana tupe nguvu ya kuvumilia hadi mwisho, ili tupokee taji ya uzima wa milele. Amina. Karibu tusikilize pamoja tafakari hii mpaka mwisho. Tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi mtazamaji wa televisheni yetu, nikukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu leo, Dominika ya 30 na tatu ya mwaka si wa Kanisa, ikiwa ni, ni dominika ya mwisho wa mwaka kabla hatujaadhimisha sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristu mfalme wiki ijayo, ambayo ndio dominika ya 34 na ya mwisho kabisa ya mwaka. Leo katika tafakari yetu tutasoma neno la Mungu somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Malaki sura ya nne aya ya kwanza mpaka ya pili na somo la pili tutasoma kutoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Watesalonike Watesalonike wa pili sura ya tatu aya ya saba mpaka ya kumi na mbili na tutasoma Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya ishirini na moja aya ya tano 5 mpaka ya kumi na tisa. Ninayekuletea tafakari yetu ya leo ni mimi Padre Salvatore Magangila wa jimbo katoliki la Geita, parokia ya Bikira Maria malkia wa amani. Nikukaribishe tuwe sote hadi mwisho wa tafakari yetu ya leo. Bwana awe nanyi. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka 21, aya ya 5, paka ya 19. Watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, Yesu alisema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia juu juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema, mwalimu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 Leo ni Dominika ya 33 ya mwaka si wa kanisa. Tumebakiza dominika moja kumaliza mwaka wa kanisa, ndio dominika ya 34, ambapo wiki ijayo tutasherekea sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme kuhitimisha mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo yanatualika kujiandaa kwa siku za mwisho, ambapo tumeona katika somo la Injili Bwana wetu Yesu Kristo anaongelea hekalu la Yerusalemu ambalo ilikuwa ni fahari ya Wayahudi. Hekalu la Yerusalemu lililojengwa na mfalme Solomoni lilikuwa ni jengo zuri la kuvutia lenye umaridadi wa hali ya juu, lililojengwa kwa sanaa ya hali ya juu ya uhandisi na ujenzi wa nyakati zile. Utakumbuka kwamba nyakati hizo za miaka ya kati ujenzi wa majengo na makanisa vilikuwa ni miongoni mwa vivutio vikubwa hata vya watalii au vya watu mbalimbali katika miji mikubwa. Jengo hilo ambalo lilijengwa na Mfalme Sulemani liliendelea kuwa lina thamani kubwa sana, na japokuwa ujenzi wake ulikuwa hujakamilika, watu Wayahudi walijivunia sana kuwa na hekalu kama lile. Na ilifika nyakati hizo za Yesu Kristo, kama tunavyosikia katika Injili ya leo, walivyomweleza watu kadha wa kadha wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu. Yesu akawaambia siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Kwa kusema hivyo, alitabiri hali ambayo ilitokea takribani miaka sabini baadaye ambapo Waisraeli waliingia katika uasi dhidi ya ukoloni wa Kirumi na hatimaye walishambuliwa na hekalu hilo lilibomolewa na vyombo vya thamani vikaondolewa na hakuna ukuta uliosalia. Bwana wetu Yesu Kristo akaendelea kuangalisha kwamba vitatokea vita, maasi, madhurumu, masumbufu ya aina mbalimbali ambayo ukifuatilia katika historia ya kanisa Hayo ndiyo yamekuwa chakula cha kila siku kwa karne ya kwanza ya pili na ya tatu ya Ukristo, ambapo wakristo wa, wa mwanzo wamelazimika kumshuhudia Kristo kwa kumwaga damu yao kutokana na mateso na madhulumu yaliyotokea enzi za utawala wa Nero, enzi za utawala wa Marcus Aurelius, mtawala Domitian na wengine. Na Yesu ameendelea kuelezea juu ya masumbufu na mateso yatakayowapata viongozi wa dini waamini na wafuasi wake kwa nyakati mbalimbali. Kanisa limepitia misukosuko. Kanisa halijawahi kuwa katika kipindi ambacho limekaa na kustarehe bila masumbufu, bila upinzani wa namna yoyote, upinzani wa zidi wa maadui wa wa kimwili na maadui wa kiroho. Hata hivyo kanisa takatifu Katoliki linaendelea kubaki kwamba ndio chombo kimoja halisi na cha kweli kilichoanzishwa na Bwana wetu Yesu Kristo tangu karne ya kwanza mpaka leo karne ya ishirini na moja. Kanisa takatifu Katoliki halijawahi kusita katika mafundisho yake, halijawahi kutengua mafundisho yake. Mafundisho yanabaki ni yale yale, yanabaki ni ya msingi na ukweli unaoendelea kusimamiwa mpaka leo. Kama tunavyosali katika kanisa, katika sala ya imani, ninasadiki mafundisho yote linayosadiki na linayofundisha kanisa takatifu katoliki la Roma, kwani ndiwe uliyefumbulia hayo, wala hudanganyiki wala hudanganyi. Ndugu mpenzi mtazamaji, kanisa limeanzishwa na Bwana wetu Yesu Kristo, linaendelea kuwa linapofundisha, mafundisho ya imani na maadili, halidanganyiki wala halidanganyi. Kanisa laweza kuwa limepitia misukosuko kutokana na pengine kuyumba kwa mfuasi mmoja au wakati mwingine kuyumba kwa kiongozi mmoja hata wa imani. Lakini kuyumba kwake kiongozi mmoja hakulifanyi kanisa mafundisho yake yawe batili. Yesu amewapa moyo wafuasi wake kuendelea kuvumilia na kustahimili kipindi cha majaribu. Sio kwa akili zetu tunashinda majaribu, bali Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha kushinda majaribu. Na tukienda mbele zaidi kwa tafsiri ya Yesu anapoliongelea hekalu la Yerusalemu, mtume Paulo amefundisha kwamba kanisa ni mwili wa Kristo, sisi waamini ni viungo vyake. Ndugu zangu, tunakumbushwa leo kwamba sisi wenyewe tulivyobatizwa mwili wetu umegeuzwa kuwa hekalu la Mungu. Hekalu la Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo anapotukumbusha leo kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe, tunakumbushwa kuliangalia hekalu la mwili wetu ambalo limepambwa vizuri. Mara nyingi ndugu zangu, tunahangaikia miili yetu katika maisha yetu, tunahangaika vya kutosha kuivika miili yetu, kuitafutia mavazi mazuri miili yetu, kuipaka mafuta mazuri. Tunajishughulisha vya kutosha kuoga na kusafisha miili yetu, lakini kwa bahati mbaya tunasahau kuosha roho zetu, tunasahau kutunza utakatifu wa nafsi zetu na roho zetu. Tunakumbusha leo kwamba huu mwili pengine unaotufanya tujisahau kusali, huu mwili unaotufanya tunabweteka, tunasahau kutoa sadaka tunasahau kumtumikia Mungu kwa dhati. Mambo yetu tunayapatia muda mwingi, mambo ya Mungu tunayapatia muda kidogo. Ukiangalia Mkristo wa nyakati za kawaida wa leo, hasa kina baba, kazi zake binafsi kwa siku nzima ikiwemo na kulala ni masaa ishirini na tatu na dakika hamsini na tano. Halafu pengine ule muda sasa anaompatia Mungu kuongea naye ni dakika nne tu. Anaamka asubuhi hasali hataisha la msalaba, bizi, anakimbia kazini. Ukimuuliza anasema niko bizi, anashughulikia fursa za maisha, tunatafuta riziki, tunatafuta mkate wetu wa kila siku. Wengine siku hizi wame, wameibua msemo bwana kaizari amenibana, tunakwenda kwa kaizari, tunashindwa kuhudhuria jumuia ndogondogo, tunashindwa kushiriki chama cha kitume, kama UWAKA, kama WAWATA, kama VIWAWA, kama shirika la Mtakatifu Agustino, shirika la wazee. Tunashindwa kutumia muda mwingi kumpatia Mungu katika kusali, bali tunatumia muda mwingi katika kufanya kazi zetu za kutuletea kipato cha kawaida cha kila siku. Ndugu zangu, leo tunakumbusha kwamba hii mili ambayo inatunyima muda wa kuwa karibu na Mungu, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Tunaalikwa tumwombe Mungu atupatie neema ya Roho Mtakatifu tuwe na nafasi naye. Tuwe na nafasi ya kusali ipendeze katika familia zetu. Kila familia tusome neno la Mungu asubuhi kabla ya kwenda kazini, na tunaporudi jioni tusali sala za jioni, tusali na rozari. Pengine tuwe na muda wa kusali rozari na kusoma neno la Mungu. Ipendeze kwamba katika familia tuhimizane kuhudhuria jumuiya ndogo ndogo, kwani kuna familia ambazo vijana wa umri wa kati kuanzia miaka 14 mpaka 40 kwao jumuiya haina nafasi katika maisha yao. Tunaalikwa tushiriki jumuiya ndogondogo ndogo, ndogo, ambazo ndio kanisa la nyumbani zitakazotujenga katika ukristo wetu. Tunaalikwa tusiishi tumebweteka tu tukitafutia neema na fursa miili yetu, kwani tunakumbushwa leo kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe. Tumwombe Mungu atujalie neema ya kumtumainia siku zote, na kwa kufanya hivyo tuendelee kujitengenezea utakatifu wetu. Ndiye kuletea tafakari yetu ya leo, ni mimi Padre Salvatori Magangila wa Jimbo Katoliki la Geita, parokia Bikira Maria Malkia wa Amani kanisa la Kisinodi.